Shetani alijibu katika Surat Alaraf aya namba kumi na mbili, sikufanya sijde kwa sababu mimi ni bora kuliko yeye. Yeye aliumbwa kutokana na udongo na mimi kutokana na moto. Na katika Surat Alhijar aya namba thalathini na tatu alisema haiwezekani kwamba nifanye sijde kwa bashar. Iblis alijiona bora na akamdharau nabii wa kwanza Adam alaihi salam. Alikuwa na mambo mawili elimu na nisbati khalqi ya Allah Taala. Iblis hakuwa na yoyote kati ya haya mawili Iblis alikuwa mkamilifu katika tauhidi na alikuwa amefanya ibada nyingi sana kiasi kwamba alijumuishwa miongoni mwa malaika na akafanywa kiongozi. Mara tu Iblis alipokataa kufanya sijde na kuwa nadharau, na dharau, na hii dhaau pia ilifanywa chini ya kivuli cha tauhid, Allah taala hakuzingatia tauhid billah yake wala iman bilmalaika yake wala iman bilakhiri yake wala rukuu yake haikuonekana wala sujudi yake. Rabu Dhuljalal alisema fakhruj, maana yake toka. Kwa sababu suala lilikuwa la shani nabu, Allah Taala hakuzungumza hata falsafa yake ya ubora, bali alisema fakhruj, maana yake toka. Fakhruj minha fa innaka rajim maana yake ni kwamba toka katika mkusanyiko wangu wa unabii, kwa sababu wewe umelaaniwa. Tangu wakati huo Iblis anaogopa kuwasili wa manabii na kuzaliwa kwao. Kisha Shaitan alisema katika Surat Alhijr aya namba 39, nitafanya dhambi zionekane nzuri. Katika Surat Sad aya namba 82, alisema kwa heshima yako nitawapoteza wote, na katika Surat Alisra alisema Nitawavunja watoto wote wa Adam. Sasa